Kwa watumishi wa umma, endeleeni kuzingatia miiko na maadili ya utumishi wa umma ambayo yanahitaji ukarimu, kuwapokea wananchi, kuwasikiliza wananchi na kuwahudumia ipasavyo. Na unapompokea na kumsikiliza na kutaka kumhudumia anaweza kuja kuwa na tatizo ambalo wewe unayepokea na kuuliza halikugusi. Wajibu wako katika kumhudumia ni kumwonyesha mahali sahihi atakapopata huduma hiyo. Huu ni wajibu wa mtumishi. Lakini tunapofanya haya lazima tuzingatie sera ya nchi, sheria, kanuni na miongozo iliyopo ndani ya idara unayohusika katika kutoa huduma kwa watu wetu. Kwa taasisi zote za umma ambazo hazijajiunga na mfumo huu mwisho tarehe 30 mwezi wa saba, wote ambao mmeshaingia pale GovESB. Huu ni msisitizo ulitolewa na Mheshimiwa Rais pindi eGA utakapokamilisha kila mmoja apeleke mfumo. Idadi ya taasisi ambazo zimeunganishwa ni chache ukilinganisha taasisi tulizonazo ndani ya serikali. Hakuna gharama, hutakiwi kupanga bajeti, hutakiwi kusafiri kwenda popote. eGA wako Dodoma, wewe uko Dodoma, nenda muhakikishe mnajiunga kwenye mfumo, mwanze kuzungumza na wenzenu na wenzenu wawaone. Kwa taasisi zote za umma ambazo zina zenye mifumo na zinaendelea kubuni mifumo, zihakikishe kuwa mifumo hiyo inasomana na uwezo kubadilishana taarifa kupitia mfumo huo ili twende kwenye gurudumu moja la kuboresha huduma ndani ya serikali yetu. Mamlaka ya Serikali Mtandao iga, hakikisheni kwamba mifumo iliyounganishwa inaendelea na majukumu yake ya kubadilishana taarifa, lakini pia kila anayeingia jiridhishe kwa anaweza kuwasiliana na wengine wote walioko huko ndani. Mmenieleza mesema kwamba ndivyo ilivyo. Nasisitiza kwamba hakikisheni hao watu wanasomana na wanabadilishana taarifa. Ndugu watumishi wa umma, nimefurahi ni sana leo baada ya kuarifiwa kuwa mifumo nitakayoizindua leo imejengwa na wataalamu wetu wa ndani ya nchi na kutoka taasisi yetu ya eGA ambayo wenyewe watumishi karibu wote ni Watanzania wa na ndio ambao wameendelea kutengeneza mifumo inayosomana kati ya taasisi na taasisi ndani ya serikali. Lakini nimefurahi pana kujumlishwa kwamba jumla mifumo mia mbili ishirini na tatu kutoka kwenye taasisi mia moja themanini na tano tayari imeshaunganishwa na inasomana. Hii ni hatua mzuri sana ya utekelezaji, na mifumo hii itaendelea kubuniwa, inaendelea kubuniwa, itaendelea kuunganishwa kupitia mfumo wetu wa Gov ESB. Kwa watumishi wa umma, endeleeni kuzingatia miiko na maadili ya utumishi wa umma ambayo yanahitaji ukarimu, kuwapokea wananchi, kuwasikiliza wananchi na kuwahudumia ipasavyo, na unapompokea na kumsikiliza na kutaka kumhudumia, anaweza kuja kuwa na tatizo ambalo wewe unayepokea na kuuliza halikugusi. Wajibu wako katika kumhudumia ni kumwonyesha mahali sahihi atakapopata huduma hiyo. Huu ni wajibu wa mtumishi. Lakini tunapofanya haya lazima tuzingatie sera ya nchi, sheria, kanuni na miongozo iliyopo ndani ya idara unayohusika katika kutoa huduma kwa watu wetu.